Nakumbuka yale maneno ya baba yangu, mwanangu, usimwibie Mungu. Jambo la kwanza, baba yangu alikuwa ni mtu wa imani sana, alikuwa ni mtu wa imani mno, yaani akisema kitu kwamba kitatendeka, kitatendeka. Pia baba yangu alikuwa ni mtu sijui wa mafunuo, sijui ni mafunuo lakini kwa namna na nyingine niseme alikuwa na uwezo wa kukuona unachowaza. Maana kumbuka alituma hata malaika wakaja kunifanyia operation. Kipindi hicho nilikuwa na kansa. Malaika walikuja na visu wakanifanyia operation. Kwa hiyo kama kuniponya ataniponya, lakini anakusudi mwenyewe Mungu gani huyu? Baba yangu amemtumikia miaka yote hiyo ishirini na tano alikuwa askofu. Ametoa maisha yake, mali zake, kila kitu. Sasa kitu anachomlipa baba yangu ni hiki? Mungu akamwambia hivi, mimi kweli nastahili useme nami mahali hapa? Akamwambia kwa nini? Kwani nilijifunza sana kwa habari ya utoaji. Hata siku kutoka mbali kwa ananioa mausia aliyoniusia, aliniambia mwanangu, ukitaka baraka kutoka kwa Mungu Usimwibie fungu la kumi, mtolee Mungu sadaka. Siku moja kaka yake mdogo wake, Mtoka Mbali Weston, akamwambia, kaka, marafiki zangu wananiuliza sana, Mtoka Mbali anajenga makanisa makubwa sana, lakini mahali ambapo anakaa hapafai Sasa wakati huu ni wakati wa familia uh, mama askofu pkiwa askofu mkuu uh, naomba tafadhali sasa uje mama na, na familia yote tupande hapa juu pamoja naye, watoto na wake zao nafikiri na waume zao, tafadhali ninyi ni watoto pia, jetu hapa juu. Asante. Yuai leo, yuai leo, leo. Nawasalimia katika jina la Bwana. Nimesimama hapa kutoa ushuhuda kidogo kuhusu baba yangu, na kabla sijasema lolote, nataka niwatumbulishe ndugu zangu. Na kaka yangu wa kwanza na mke wake Williamson na mke wake, wanyoshe mikono Kakangu wa pili Godson na mke wake. A, nina wifi yangu mimi, nilikuwa mapacha ambaye ni Johnson, pacha mwenzangu alifariki, la mke wake tunaye, naomba unyoshe mkono. A, nina mdogo wangu Karo, naomba anyoshe mkono na mme wake Lema. A, nina Elizabeth ambaye ni wa mwisho pamoja na mme wake, asante. Naomba mtabaki hapa hapa kunitia moyo, na kama kuna kitu ambacho nitasahau Godson, maana ndo alikuwa kumbukumbu kweli kweli na mambo mengi aa, jambo la kwanza baba yangu alikuwa ni mtu wa imani sana, alikuwa ni mtu wa imani mno, yaani akisema kitu kwamba kitatendeka kitatendeka. Alikuwa sio mtu wa kutetereka Imani yake aliisimamia kweli kweli, na pia alikuwa sio mtu wa kukata tamaa. Yani alikuwa akati tamaa, aliamini ya kwamba kanisa hili la Keriatasi litaisha, Kiarati litaisha, pesa itatoka wapi haijulikani, lakini ile imani yake na kutukukata tamaa ilifanya kazi. Kwa hiyo tulijifunza sana kwa baba kwa habari ya imani yake na kutokata tamaa na jambo lingine alikuwa ni mtu wa maombi baba alikuwa ni mtu wa maombi sana na alitufundisha maombi kufunga na kuomba alianza kutufungisha tukiwa wadogo sijui lilikuwa la pili sijui la tatu tulikuwa tunafunga mwisho mpaka saa sita mpaka saa saba tukiona njaa anasema kuleni lakini yalitusaidia sana bwana yesu asifiwe sana Tuliona kama tunalazimishwa, lakini jinsi ambavyo tuliendelea kukua, yale maombi yamekuwa msaada sana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliandaa chumba chake cha maombi, ikifika saa nane saa nane, yeye alikuwa kwenye chumba cha maombi, na alikuwa na chumba chake. Sasa wakati anaomba kwenye kile chumba chake, Mungu akamtokea au malaika Mungu akamwambia hivi, mimi kweli nastahili useme nami mahali hapa? Akamwambia kwa nini? Je, baba alikuwa kwa nini? Akamwambia wewe umejenga nyumba yako nzuri, sitirumu yako nzuri, umeweka makochi yako mazuri, yaani mahali pa kusema na mimi sio pazuri kama sebule yako. Baba alishtuka sana. Akasema ah, kumbe mahali. Ndio maana mara nyingi nashindwa hata kuzungumza na wewe mimi siwezi kuzungumza na wewe mahali ambapo sio pazuri. Kwa hiyo baba alihuzunika sana. Ilipofika asubuhi, akamwita Godson, kaka yangu wa pili, akamwambia twende mjini. Anaombea vipi baba? Twende mjini, bwana, bomoa kile chumba ambacho naombea, nataka nikitengeneze vizuri sana. Kwa hiyo kile chumba alikitengeneza vizuri sana hata kuliko sebule yake, na alipomaliza Mungu akasema ndio hapa ndipo ambapo baba yako nastahili kuongea na wewe. Kwa hiyo nilijifunza sana baba, ndio maana alikuwa anatamani nyumba yake isiwe nzuri, lakini kanisa liwe zuri, hakujali hilo. Alithamini nyumba ya Mungu kuliko nyumba yake. Maana unakuta wachungaji wengi wamejenga magorofa, wamejenga nyumba za maana, lakini ukienda kwenye makanisa yao ni nyumba za makuti, ni nyumba za makuti, ni nyumba za ajabu. Kwa maana nyingine, Mungu anashindwa kushuka hapo dumaana mara nyingi tunaomba, hatujui ni kwa nini Mungu ajibu. Kumbe pale ambapo unafanya ibada apambariki Mungu, Mungu anasikitika. Mchungaji anakaa mahali pazuri, kochi linanesa namna hii, hakika Yesu. Lakini ukiangalia mahali anapozungumza na baba yake, mahali anapoabudu inasikitisha. Kwa hiyo sisi kama watoto mimi nilijifunza sana kwa baba yangu. Ndio maana hata mimi na mtoka mbali tulimtanguliza Mungu. Ile nyumba ambayo tulikuwa tunakaa, watu walikuwa hawatuelewi hata ndugu zake mtoka mbali walikuwa hawamuelewi. siku moja kaka yake mdogo wake mtoka mbali Weston akamwambia kaka, marafiki zangu wananiuliza sana, mtoka mbali anajenga makanisa makubwa sana lakini mahali ambapo anakaa pafai, lakini sisi tulikuwa na siri ya kwamba tunatamani nyumba ya Mungu iwe nzuri kwanza, ndipo na sisi tukae mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine nilijifunza kwa baba alikuwa mtoaji, baba yangu alikuwa mtoaji sana, na utoaji wake ilikuwa ni kwa habari ya Injili alisacrifice maisha yake kwa ajili ya injili na pesa yake nyingi iliishia kwa ajili ya injili. Kweyi nilijifunza sana kwa habari ya utoaji. Hata sikutoka mbali, ananioa mausia, aliyoniusia aliniambia, mwanangu, ukitaka baraka kutoka kwa Mungu, usimwibie fungu la kumi, mtolee Mungu sadaka usiende nyumba ya Mungu na mikono mitupu. Ndicho alichoniusia wakati naolewa, usiibe sadaka, usimkosee Mungu kwa habari ya sadaka. Ka nilijifunza sana yaani, hata mtu akinipa mia tano mama askofu kanywe soda, naipiga hesabu ya, ya fungu la kumi Ninaogopa, natetemeka. Nikitaka kuila nakumbuka yale maneno ya baba yangu, mwanangu usimwibie Mungu cha Mungu, kikimbize haraka. Kwani tujifunza sana kwa baba. Baba aliishi maisha matakatifu yaani alikuwa na ule utakatifu wa kupitiliza. Alikuwa hataki mambo ya ajabu ajabu, yaani alikuwa natuchunga kama mkuku wa kisasa , yaani alikuwa hataki utoke nyumbani, ikifika saa kumi na mbili akukute nyumbani. Bwana Yesu asifie sana. Baba yangu alikuwa na maisha ya kumcha Mungu kweli kweli. Pia baba yangu alikuwa ni mtu sijui wa mafunuo, sijui ni mafunuo, lakini kwa namna na nyingine niseme, alikuwa na uwezo wa kukuona unachowaza Babaangu alikuwa na uwezo, kwa hiyo ukienda nyumbani kwake ujaandae kweli kweli, yaani usiende mchafu mchafu, alikuwa anakiona. Kuna siku moja kaka yangu ambaye alikuwa anamtunza akafika pale nyumbani asubuhi. Alipofika pale nyumbani asubuhi, akamsalimia baba na nantwambee, shikamoo baba. Baba akamwambia, unaniamkia nini? Rudi kapatane na mkeo. Akamwambia baba nini? Akamwambia rudi kapatani na mkeo. Kakangu akachanganyikiwa, akasema baba nini? Baba akamwambia, kabla hujanilishughulikia chochote na hujaniandilia chai, rudi kapatani na mkeo. Sasa alipofika kwa, kwa mkewe akawa anacheka. Mke anamwambia vipi mwenzangu? <laughs> Akamwambia we acha tu mzee wa kuona <laughs> Akamwambia, mzee wa kuona, imekuwaje? Akamwelezea. Siku nyingine hivyo hivyo, kaka huyuyu <laughs>, wakati baba yangu ameumwa sana, baba yangu yuko hoi, anaumwa sana sana, basi likamhuzunisha sana kaka yangu. Kaka yangu usiku wa manane akasema hakuna Mungu, huyu Mungu hayupo. Mungu gani huyu? baba yangu amemtumikia miaka yote hiyo ishirini na tano alikuwa askofu, ametoa maisha yake, mali zake, kila kitu. Sasa kitu anachomlipa baba yangu ni hiki, badala ya kumponya. Huyu Mungu hayupo, yaani Mungu hayupo. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya, nitaenda pale nyumbani Nitamwamkia baba yangu nitamsalimia, kwa sababu huyu, kama Mungu yupo, singemponya baba yangu? Kwa nini amtese namna hii, naye amemtumikia miaka ishirini na, na, na tano? Nitakwenda, nitakwenda kurudi duniani, nitakunywa pombe, nitafanya uchafu wa kila namna, kwa sababu Mungu hayupo, hayupo kabisa. Ametafakari hiyo usiku wa manane, yeye mwenyewe basi akajiandaa vizuri na akasema, hawataniona tena nyumbani, kwa sababu huyu Mungu hayupo. Mungu gani huyu? Kama alivyosema makamu wa askofu mkuu alivyofika pale nyumbani, alivyomwona mzee. Kwa hiyo alipofika pale nyumbani akamwamkia na antombe, shikamo baba. Baba akamwangalia akamwambia kaa hapo, akaanza kushtuka Akamwambia, kaa hapo, usiendelee kuniletea chai. Akamwambia, hicho kitu ambacho unataka kukenda kukifanya kwa ajili yangu, acha mara moja hayo mawazo unayowazia kwamba Mungu hayupo. Naomba sana mwanangu Godson, usimkosee Mungu kwa ajili yangu acha mara moja yaani, kaka yangu alitoka pale amechanganyikiwa kabisa, amechanganyikiwa kabisa, akaanza kumwogopa mzee. Akanipigia simu, dada Asia, yule baba ni hatari, usimuone amelala pale bado, Mungu anasema naye, ameniambia mambo ambayo sijamwambia mke wangu maana nilisema li mi mwenyewe usiku wa manane na tafakari hayo mambo, kwamba huyu Mungu hayupo, Mungu ni mbaya, ni mbaya wa kupindukia, hayupo Mungu. Kamwambia tafadhali, mwanangu. Hajamwambia mke wake, hajamwambia mtu yoyote. Kwa hiyo kaka yangu alichanganyikiwa sana. Baba akamwambia, mpenda huyu Mungu, umeona jinsi ambavyo Mungu ameniponya. Kama alikuwa na sababu ya kuponya, ingeniponya. Maana kumbuka alituma hata malaika wakaja kunifanyia operation. Kipindi hicho nilikuwa na kansa, malaika walikuja na visu wakanifanyia operation. Kwa hiyo kama niponya, ana uwezo wa kuniponya, ataniponya, lakini ana kusudi mwenyewe. Nachokuomba mwanangu, chonde chonde, usimkosee Mungu kwa ajili yangu. Mpende huyu Mungu, tumikie huyu Mungu kwa moyo, naomba usimwache kwa hiyo kaka yangu ikabidi atulie, nawe anakuwa makini sana na mzee. Kwa hiyo hata sisi wenyewe tukitoka Morogoro, hata watoto wenyewe wote hapa, wakifika pale nyumbani, lazima ukae vizuri, lazima uhakikishe maisha yako ni mazuri, maana la sisi alikuwa anakuona maisha yako, yaani ukifika tu pale, analetoa picha, picha yako kwa hiyo alikuwa ni Mungu wa mafunuo malaika walikuwa namtokea yaani alikuwa anasema na malaika kama anasema kama mimi na wewe hivi yaani nilikuwa natamani yale mafunuo ya mzee niliyatamani kweli niyatamani mno Mungu naye aseme na mimi nao na, na malaika maana hata usiku namsikia naongea na malaika anasema na malaika nkatamani katamani nami nimsikie na Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwa kweli, mzee ametufundisha mengi, alikuwa ni mtu wa neno. Tulikuwa hatuwezi kulala bila neno, na uwe na mistari ya kukariri kabla tujaanza ibada. Lazima useme mistari ya kutosha, kama huwezi kama, kama, kama kukumbuka hiyo mistari, ni fimbo kwa hiyo kwa kweli ametusaidia sana kutulea katika ile imani, ametulea katika maisha ya neno, na katika kutulea kule katika maisha ya neno, ndio maana kaka zangu wote na wake zao, familia yote hii inamtumikia Mungu, familia yote inamtumikia Mungu. Kwa hiyo baba ametuachia kitu kikubwa sana, kikubwa mno. Atuachia atu, udaktari wa, wa duniani, lakini ametuachia ile imani na ile maisha yake ambayo alikuwa anamtumikia Mungu na sisi tumebaki na maisha yale ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo na sisi tumeibeba ile imani ya baba. Namshukuru Mungu sana sana, familia yetu wote tunamtumikia Mungu. Kwa sababu baba alitulea katika maisha ya neno la Mungu na maisha ya maombi.